Makosa matatu pekee ambayo mgonjwa wa acid reflux hupaswi kuyafanya, na kama unayafanya basi uyaache mara moja. Kosa la kwanza ni kuamini kwamba, uh, unaweza ukapona acid reflux kwa kutumia dawa uh, bila kuwa na, na utaratibu mzuri wa, wa, wa vyakula e, kumbuka changamoto za acid reflux ni matokeo ya mfumo mbovu wa mmeng'enyo wa chakula, ni matokeo ya mtindo wako wa maisha walisi ambao sio mzuri. Kwa hiyo unapopata hizo changamoto ili uweze kupona ni lazima uwe na mabadiliko ya dhati ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kwa maana mfumo wa ulaji wako bila kutegemea dawa. Lakini cha pili ni acha kutumia dawa za antibiotic, acha kutumia dawa za antacid. Hili ndio kosa la pili ambalo watu wengi wanalifanya. Wanaamini kwamba akitumia hizo dawa zitampatia matokeo mazuri na atakaa vizuri bila kujua kwamba matumizi ya dawa hizi zinaendelea kumuongezea matatizo aliyokuwa nayo. Kosa lingine ambalo nalifanya ni kwamba haamini katika mchakato mzima wa kubadilisha e, lifestyle ya vyakula ambayo yupo nayo. Ukweli ni kwamba utatumia dawa, lakini usipokuwa tayari kuweza kubadilisha lifestyle na ukapata mtu ambaye atakusaidia kukuongoza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza ukatengeneza ulaji mzuri, ukatengeneza lifestyle nzuri ya vyakula, hauwezi ukapona matatizo ya acid reflux. Kwa hiyo chukua hatua mapema.